Kama unakumbuka majira ya juzi eh, ilitokea taarifa moja ambayo ilipata kusikitisha watu wengi. Taarifa hiyo ambayo ilikuwa ina muhusu official Shilole ikiwa, eh, ni baada ya kusemekana kwamba alipata ajali ambapo gari yake wakati ametoka ya Kigoma eh, ilipata ajali na eh, alienda eh, alipelekwa hospitalini mkoa wa Tabora. So taarifa hizo zilishtua watu wengi sana, tuliweza kuona eh, zimepostiwa na watu mbalimbali sana ilikuwa e, ni za kuhuzunisha of course. Sasa hapo katikati kuna jokes nyingi sana zimetokea e, ambapo ikiwa ni ajali ile ilisadika kwamba e, gari ya Shilole e, iliweza kugonga ama aliweza kugonga ng'ombe majira ya usiku, ng'ombe ile ambayo inasemekana ilikuwa inakatiza Rani majira hayo ambayo ikapelekea mpaka eh, official Shilole kudhurika. So kuna utani mwingi sana ambao umeibuka hapa katikati na leo tumeweza kuona kwamba Vivian Boy eh, mmoja kati ya clip yake ambayo ilitamba sana ni hii clip ambayo ilimonesha eh, akipishana na ng'ombe usiku na akamasema kwamba wewe umetumwa, e, eh, ushindwe akawa kama vile anakemea kina mna fulani ya kiss, labda pengine eh, hisi hii sio kitu cha kawaida, pengine inaweza ikawa ni maluelu ambayo yanatokea. Eh, kumbuka kwamba baada ya Shilole kupata jali inasemekana kwamba ng'ombe ndio chanzo. So Vivian Boy na yeye alihisi kilichotokea kwa Shilole ndio hicho hicho ambacho pengine kinataka kitokee kwa upande wake. So eh, ukimsikiliza katika hii clip yake anasema kwamba wewe umetumwa eh, ushindwe. Hebu msikilize, lakini baada hapo tarudi nije kupitisha katika comment za wadau walikuwa wanasemaje kufuatia hicho ambacho eh, kimeweza kutokea. Umetumwa eh, wewe umetumwa eh, tuondoke, tuondoke ushindwe. Shindwa. Natumaini umeweza kusikiliza hicho kitu ambacho alikuwa nakiongea eh, Vivan Boy. So eh, siku za hivi karibuni eh, ukiambiwa Watanzania bwana, huwa wana mambo ya ajabu sana, ama wana utani mwingi sana katika mambo pia ya series ambayo pengine anahitaji kuangaliwa kwa ukali zaidi, lakini wao huwa wanaweka jokes. Eh, kuna akaunti hii hapo imefunguliwa. Of course ng'ombe aweze akafungua akaunti ni mtu huyu amefungua akaunti ambayo e, ameweka username kamba ama handle ya Instagram page ambayo inajulikana kama ng'ombe underscore aliyegongwa underscore na Shilole. Sasa hii page imeweza kutekesha watu wengi sana kufuatia hicho ambacho kimeweza kutokea baada ya Shilole kupata ajali. So huyu jamaa ameunda akaunti anaita kwamba hatuwezi kujua, siwezi nikasema jamaa pengine Eh, ni jinsia nyingine tofauti na asia, nafikiri. Eh, kaweza kuandika kwamba ng'ombe aliyegongwa na Shilole. So eh, katika posti ya kwanza aliweza kuposti ambayo ilikuwa inasomeka kama ifuatavyo ile posti, picha hii ya ng'ombe na kuandika kama ifuatavyo. Nawashukuru wa Tanzania naendelea vizuri, maombi yenu Mungu anaendelea endeleeni eh, eh, kuwabariki sana, asanteni sana Watanzania. Eh, so hizi posti ukiziangalia zinachekesha kwelikweli, lakini kuna posti nyingine ambayo aliweza kuiposti na kusema kwamba asanteni sana Watanzania kwa maombi yenu na michango yenu, hakika mna upendo sana. Hali yangu sasa hivi inaendelea vizuri, japo napata majani kwa shida sana <laughs> eh, niliumia upande wa mdomo na mguu mmoja ulivunjika. Nipo kwenye uangalizi wa madaktari nawashukuru Watanzania. Ukiangalia eh, ameweza kuonyesha eh, caption ambayo inaonesha picha ya ng'ombe, lakini pembeni kuna picha Shilole. Huyo ni bonge trending, habari kaweza kupost hii katika page peji ukurasa wake wa Instagram. Hii hii account ya ng'ombe aliyegongwa na Shilole eh, ilionyesha screenshot ambayo ilikuwa amepata DM DM ambayo hiyo DM ilikuwa inasomeka kama ifuatavyo: ng'ombe unaendeleaje? vipi kwa ulivyoona ajali, nani mwenye makosa, wewe au Shilole? Ng'ombe eh, aliyegongwa na Shilole. Sasa mwenyewe akaunti akajibu akasema kama ifuatavyo, Shilole ndio ana makosa, nilikuwa na familia yangu, tutapata chakula cha usiku kando ya barabara. <laughs> kwa hizo ni jokes ambazo zimeendelea ku trend mpaka hivi sasa. Ni mtu, turudi katika hichi ambacho ameweza kuposti Vivian Boy akisema kwamba wewe ng'ombe umetumwa, ushindwe, ushindwe So nilikuwa napitia baadhi ya comment za dau anaitwa dada wa dada zikaweza kusema kwamba sasa hivi itafunguliwa peji ya ng'ombe alionekana kwa Rayvanny. <laughs> Mwingine kaza kusema kwamba kila aliyekula wali na nyama za baba levo Kigoma ng'ombe itamfikia. <laughs> Mwingine kaza kusema kwamba sema shindwa kwa jina la Yesu, sio shindwa tu. Mwingine kaza kusema kwamba naomba aliyeposti hii video eh, kunidhalilisha niambie ana eh, eh, anasafiri na yeye eh, lini mwingine kaweza kusema kwamba ushindwe we ng'ombe pumbavu sana. Mwingine kaweza kusema kwamba huu mwaka ng'ombe wameamua kuchipukia. Mwingine eh, kusema kwamba e, e, e, mbona ng'ombe sasa unamwacha mkeo mbali na yeye karibu avunjwe miguu na Rayvanny. Mwingine kaweza kusema kwamba kwani ng'ombe aliegongwa na Shilole um, ameshapona au, au huyu ni mkewe? Mwingine kaweza kusema kwamba njoo e, utazame hii video jamani, ng'ombe wame, wameanza kuebukia wasanii. Mwingine kaweza kusema kwamba ng'ombe aliyegongwa na Shilole mke wako ana, a, anapitiwa ise anafata dawa, e, mwambia sio anafata dawa hospitalini usiku. Mwingine kaweza kusema kwamba tunabadilisha mashambulizi sasa. hizo ni baadhi ya comment za dawa ambazo walikuwa wanazitoa kufuatia jokes ambazo zimekuwa zikiendelea katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Unazungumzaji hichi, shia comment yako hapo chini. Blue house ndio hapa. Quick shout out. Boom.